Mungu Mwenyezi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru sana kwa pendo lako. Asante kwa neema yako ambayo umetujalia siku hii ya leo, na umetukusanya hapa kwa jina lako. Nawe umesema walipo wawili watatu wakikusanyika kwa jina lako, wewe uko katikati yao. Tunaomba ujifunue kwetu, useme na mkutano huu na uubariki kwa jina lako. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Neno la Mungu Leo ni siku ya ushuhuda kwamba Mungu ametenda tena kwa familia hii, ametenda tena kwa mara nyingine mahali hapa. mtu anapotafuta riziki ya halali huwa amepata sehemu ya kutengeneza muungano mzuri na muumba wake aliyemleta hapa ardhini, na Mungu anachofanya kwa kumfariji na kumsaidia, anamsamehe makosa yake yale madogo madogo. Amen, grace, how sweet. Katika hali ya kawaida unaweza ukawa umefanikiwa lakini usiwe umebarikiwa. Kwa muda ambao nimekaa hapa, ni mambo mengi mazuri yanazungumzwa kuhusu mwekezaji huyu. Jambo hili ni faraja kwetu na ni mfano kwa wawekezaji wengine ambao watatamani kuja kuwekeza katika ardhi hii. I see. Sisi sote tunaungana na familia ya mwenzetu Freddy Show pamoja na mama, tunaungana na kampuni hii ya Frester ambayo ndani yake kuna Front Oil na kadhalika, lakini tunaungana na wanakahama na wanashinyanga, lakini wana dayosisi kusini mashariki ya Ziwa Victoria, familia hii ya Mungu tunaungana kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu ambayo anatenda na anaendelea kututendea kila siku. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yake yote ya ajabu, nitafurahi na kushangilia, nitaliimba jina lako, wewe uliye juu. Amen. Upendo huu hauwezi kuelezwa vizuri wala tena sina nguvu ndani yangu ya kueleza kwa sababu ya huu upendo. Na upendo huu asili yake ni Mungu mwenyewe. Mimi wote mlioko mahali hapa, wachungaji wangu, maaskofu wangu, viongozi wangu wa serikali, mkuu wangu wa wilaya, RPC na wengine wote, kwa vyeo vyenu na kwa upendo wenu na kwa nafasi zenu zote mlizo nazo Neno moja tu, ninawashukuru sana na Mungu wa mbingu nanchi, na nchi na wabarikie. Amen. Tulianza hapa kwa jina la Bwana. Kazi hii ilianza kwa jina la Bwana. Na leo inafunguliwa ikiwa imekamilika kwa jina la Bwana. Na kwa hivyo tumshangilie Bwana kwa makofi mengi. Huu ni ushuhuda kwamba unaweza kutoboa tena kwa ushindi ukiwa na Bwana. Usidanganywe na mashetani na wategemea mashetani. Mungu akiwa upande wetu hayupo aliye juu yetu. Sasa kituo cha mafuta cha Front Oil pamoja na hoteli na kifungua katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen.